Lazima ndiyo mtu unayekaale muda wingi kila asubuhi mkakuaaya. Kwa hiyo mkipendana, utakuwa wawazi, amtabakua apata kuwa na majuma apata kuwa na upendelewa. Nataka unapohamisha mtumishi lazima uwe na budget. Uhamisho sio dharura. Mkurugenzi kasafiri ana siku tatu au nne aliachwa kukaiwa anasema kwa sasa hivi mimi ndiyo mkurugenzi. Ndio uhakika bavo wewe ni mkurugenzi hata barua <laughs> <laughs> yakatigutu kuna <clears throat> kiwango hicho cha uhalali wa kuanza kufanya maamuzi makubwa bila concept ya mkurugenzi. Matokeo yake yanazalishwa huku madeni. Na hii woga naiona kwa mzoefu wangu mimi, sijui hali ilivyo pakalapo, lakini woga naiona zaidi kule nilikopita, iko elimu na afya. Na mbaya zaidi nishafika mahali na yeah, yeah, yeah, nakuta naye n unakutana, anaanisa manesi, tuwe waangalifu kila unachokifanya, fanya mahali sahihi na wakati sahihi, lakini pia

Sasa kama huwezi kuyatoa eti, basi hata mambo ya, ya kiserikali kaa nayo, fanayo eh, so na wanaume wengi tunakufa mapema kwa sababu tunafanya vitu vingi. Eh, unaweza kukuta mke wako anachepuka au amekuzalia mtoto nje utasema